Mkuu wa wilaya ya Ukerewe Christopher Emili Ngubiagai amewasii vijana nchini kujikita zaidi katika fani ya ujuzi ili kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira nchini. Ngubiagai ametoa rai hiyo alipokuwa akizungumza na wanahabari mara baada ya kutamatika kwa hafla iliyokutanisha viongozi wa mkoa wa Mwanza na mafundi ujenzi ambao kwa asilimia kubwa ni vijana. Rai yangu kwa vijana hasa vijana ambao leo tumekutana nao hapa ambao ni zaidi ya asilimia sabini ya watanzania ni vijana vijana lazima waweze kuwa na ujuzi wa kuweza kupambana na maisha yao vijana wasipokuwa na ujuzi wanaweza kulalamika kwamba maisha ni magumu lakini ujuzi pekee tunazungumzia skilled labor yani, kijana mwenye ujuzi anaweza kuwa mwashi, anaweza kuwa ni carpenter, anaweza kuwa ni plamba, anaweza kupata faida ya kuishi vema kwa sababu anajiajiri mwenyewe. Duniani kote hakuna nchi ambayo imeweza kuajiri vijana wake wote, na hasa vijana wenye ujuzi. Kwa hiyo rai yangu kwa vijana, na hasa vijana hao ambao leo mjitokeza hapa, kwamba ujuzi wao ndio utawawezesha kuweza kuishi vizuri. Serikali inaweka miundo mbinu, serikali inatengeneza sera imara ya kuwawezesha vijana. Rai yangu kwa vijana, lazima wajiunge kwenye vikundi mbalimbali kisekta. E, kama wale waashi wale pramba electrical na kila sehemu wanapojiunga wanapata ujuzi wao, lakini wanapata fursa ya kuweza kupata mikopo ya kujiendeleza. Hivi vijana kikaa tukijiweni akicheza pool au akicheza uh, kuna michezo sasa hivi ya kubeti, ni mara chache betting pool na kadhalika ito kuwezesha kuweza kusukuma maisha yako na kupata utajiri. Tumemsikia mkuu wetu wa mkoa akizungumzia miradi mbalimbali ndani ya mkoa wa Mwanza, lakini miradi mbalimbali ndani ya wilaya ya Ukerewe na nchi kwa ujumla. Nchi nafunguka inafunguka, inataka vijana ambao wana ujuzi wa kufanya kazi. Ukifanya kazi utapata mafao yako, mapato yako, lakini vijana wanaleta maokoto. Uwezi kupata maokoto bila ya kufanya kazi ambayo ni halali Kazi yote ya lali itakupa maisha mazuri, itakupa afya njema, na unaweza ukapambana na nchi yako. Nimefurahishwa sana na vijana hawa ambao wajitokeza leo, wamempongeza Mheshimiwa Rais, lakini kubwa zaidi wamekiri kwamba watashiriki katika uchaguzi wa mwezi Oktoba. Nawapongeza sana. Tunapokuwa na nchi yenye kiongozi ambaye ameamua e, kujipambanua kuwasaidia vijana katika kujiajiri, lazima tujitokeze kupiga kura na kuchagua viongozi.